Tia mko wapi? Njooni, njooni waite. Achanieni na t-shirt yangu imeangukia mafuta. Aya, festi yangu jini niwapeni vitu vya muhimu vya kuzingatia mnavyokuja mikoa mikubwa. Kuna wanaenda Dar es Salaam, sijui Mwanza, Arusha, Mbeya, hiyo mikoa mikubwa. Vitu vya kuzingatia ni hivi. Namba moja. Kwa mtoto wa festi yako ni unataka ukapange. Kwa nini unataka uwe na apartment? Kwa nini unataka uwe na vitu? Uwe na uanze ku create content. Kwa mtoto wewe. Utaupoza kakae hosteleni eh. Ukifika, kama wewe ni mwenyeji wa mji umeshazoea miji miji, ushawai kwenda kwenye miji miji, umetembea wewe, wenyenda kapanda ai alau. Lakini kama wewe ni mtoto tena wa familia masikini yowe eh, my goodness, mama kakae hostel. Tafuta hostel affordable. Ukakae kwenye kupanga nye, tupi panga, tupi panga, tupi panga ni ngumu nie. Mnaona tumepanga tunatamani hata kurudi huko hostel. Kuna maji, kuna umeme, sijui kuna taka, sijui kuna gesi, ujanua maisha ya kupanga.